Watanzania habari sasa hizi tena e, msinichoke. Baada ya kimya kizito na sintofahamu iliyodumu kwa muda, sasa kuna hatua mpya katika sakata linalomhusu Humphrey Polepole, hatua inayozidi kuibua maswali mazito kwa umma. Karibu mtazamaji wa Afro Media TV, hapa tunakuletea taarifa nyeti kwa umakini na uwajibikaji. pia na kukumbusha tu mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe channel yetu pendwa ya Afro Media TV ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Na hii ni habari kamili baada ya kimya kirefu tangu taarifa zieleze kuwa Humphrey polepole ametekwa, tukio lililoacha maswali mengi na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Katika hatua mpya, kaka yake Humphrey polepole amejitokeza na kutoa kauli mpya, jambo linaloashiria mwelekeo mwingine katika sakata hili linaloendelea kufuatiliwa kwa karibu. Pia maelezo ya hiyo kauli yamewekwa wazi katika taarifa hii, kwa sababu hatua ya ndugu wa karibu kujitokeza imeongeza uzito wa tukio hili na kuifanya jamii kuendelea kufuatilia kwa umakini zaidi. Hali bado inaendelea kuwa tete, huku macho na masikio ya wengi yakiwa kwenye maendeleo ya taarifa hii. Mtazamaji wa Afro Media TV, hii ni tukio nyeti linaloendelea, na tutakuletea taarifa zaidi kadri zinazopatikana. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare, ili uweze kupata habari moto moto.